Uganda ambapo wanajeshi wa taifa hilo wamekanusha kujua waliko wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo waliotoweka nchini humo wiki tatu zilizopita. Taarifa ya jeshi katika mahakama kuu ya Kampala imesema wamefanya uchunguzi wa kuwatafuta wawili hao kwenye vituo vyao, ila hawako mikononi mwao. Katete Njoroge na taarifa hiyo, taarifa yao kwa mahakama kuu ya Kampala. Kufuatia kesi iliyowasilishwa kutaka asasi za kiusalama kuwawasilisha wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo, idara ya wanajeshi Uganda imekana kuhusika na kutoweka kwao. Taarifa kutoka kwa Kanali Silas Kamanda ambaye ndiye mkurugenzi wa masuala ya sheria wa jeshi, amesema jeshi la Uganda limefanya uchunguzi wao na kusaka taarifa kuhusu wawili hao, uchunguzi ambao umeonyesha hawako mikononi mwao. Anamalizia kwa kusema jeshi la Uganda halijui waliko wawili hao. Taarifa hizo zimezua hofu ya waliko wawili hao, kwani mawakili waliowakilisha kesi walikuwa wameelezea mahakama kuwa huenda Njagi na Oyoo walitekwa nyara na kuzuiliwa katika kituo cha jeshi eneo la Mbuya, Kampala. Hii ni mara ya pili kwa maafisa wa usalama nchini Uganda kukana kuhusika na kutoweka kwa wawili hao. Wiki mbili zilizopita, polisi wa Uganda walikana kuhusika na kutoweka kwao, swali likiwa ni je, wanaharakati wawili wa Kenya walitoweka bila ufahamu kutoka kwa maafisa wa usalama Uganda? Na je serikali ya Uganda inafanya nini kuwasaka wawili hao? Mahakama kuu ya Kampala inatarajiwa kutoa uamuzi wa kesi iliyowasilishwa na mawakili wawili wa Uganda hapo kesho mashirika ya kutetea haki za kibinadamu Kenya, mwanasiasa wa upinzani Uganda Bobi wine ni miongoni mwa wale wanaoshinikiza kuachiliwa kwa wawili hao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.